Sasa nisikilize, bwana Tola, naomba leo iwe mwanzo na mwisho. Sitaki tena kusikia shutuma za aina hii, na ikiendelea, utakuja kuniona mimi mbaya, utaniona upande wangu wa pili. Kijiji kisima hichi kitaniona mimi mbaya. Ah, nje nzito ah. ilimona shazima nje nzito na kitu gani kinachoendelea hapa mimi mbona je? Niambia na sababu aswala ilomfanya mpaka yeye apigane ni kitu gani? Amepigana na Tola na sababu ambayo imemfanya apigane ni mwanamke. Kai ameshafika kupigania wanawake mm. Eh e, ndio mama. Alafu mama, isitoshe huyo mwanamke alikuwa anampigania, bibi yake ni mchawi, mchawi Eh, yaani ni mchawi mama kuliko kawaida. Alafu mama, mbona umeshtuka kiasi hicho? Mm, suala la uchawi ninalichukia katika maisha yangu, sitaki hata kulisikia kwenye masikio yangu, ninaniumiza sana ndio ilonisababisha mpaka ile usiku na mume wangu alipata tukio kubwa zito. Mama, ni tukio gani hilo? We mzee mkoloni, kwa nini unanitafuta we kila siku? Shida na mimi, kwa nini wewe unafika hapa? Unapofika si kwangu hapa. Kwanza nakushangaa sana. Unasema na kutafuta hata na kuona hapo? Na kutafuta umekutafutia wapi? Hapa kwako? Mke wangu. Yaani kwa kweli mimi nashangaa. Wewe Bi Sifa. Mbona unapenda sana ukorofi jamani hapa kijijini? Kwa nini wewe unavyojisikia tu unaamua ugomvi bila sababu? Alafu wewe tulia. Haya mambo hayakuhusu. Wakubwa wanapoongea wewe mambo hayakuhusu. Yananihusu kwa sababu huyu ni mume wangu. Shamba la mume wangu na mimi ni la kwangu linanihusu kwa sababu ni mali ya wanangu. Lazima na mimi niongee. Huwezi kunikatiza mimi, siongee mzee mkoloni. Huu mwembe nimeupanda mwenye kwa mikono yangu hapa hapa. We, leo unataka kuchukua wewe wewe. Bisifa, usitishe huu mwembe, kwanza ujapanda wewe oh. Pili tengua kauli yako, usimdharau mke wangu mbele yangu. Usiseme kwamba naongea, tunaongea wakubwa huyu mtoto, hii habari ya mwembe inakuhusu nini wewe? Uone ni yale yale masinde yale yote, ndo mwisho wa eneo langu alafu we bibi unase, unasubutu kusema huu mwembe umeupanda wewe huu mwembe si nimeupanda mimi huu we bibi mbona kama unalazimisha ugomvi kwa lazima jamani kwani una nini wewe mbona umefanya kama majadafu utafuta mzibulio sema unachokitaka bwana mm, unataka kujua ninachokitaka eh unataka kujua ninachokitaka sasa mzee mkoloni kama unataka kuchukua eneo langu hili mimi nakwambia jua la kesho ulioni labda mimi sibisifa wewe we Bisifa we Bisifa wewe Bisifa, usinitafute ya moyoni kwanza. Unavyoniona Mzee Mkoloni, mimi sijazaliwa kijiji hiki. Haki ya Mungu nakuapia, nimetoka huko. Uliza Jaja Mbwela, Kiongoroni, Pombwe, Roma, wananijua. Mzee Mkoloni nani? hmm. Mimi ninakwambia nimekuja hapa mzee, nitakupeleka nilikumpeleka mzengoyekele <laughs> <laughs> Alikuwa na maneno yake hayo, ayo. Unajua ngoyekele maana yake nini? Niseme nini? Ndio maana ya ngoyekele, lakini alikwenda sasa. Mm, nitakupeleka labda. Mimi si bi sifa, kama jua la kesho utaliona wewe. Tupinge jamani, lakini haya mambo ya uchawi tena yanatoka wapi jamani? Mbona kama siwaelewi? Acheni mambo ya ajabu jamani, mke wangu

omana katika maisha yangu sitaki kusikia neno uchawi. <coughs> Haya, sasa naomba uniambie huyo mwanamke ni nani na huyo bibi yake mchawi ni nani? Pole sana mama, pole sana alafu, ningejua mimi hata nisingezungumzia hayo mambo ya uchawi. Nandiyo, na ndio maana nimetaka kuwajua hao watu, naomba tu nitajie. <laughs> Mama ni mtu tu ambaye wa kawaida wa kijijini tu, sio muhimu sana kumfahamu, lakini ningemjua ingekuwa ni bora zaidi. Mandonga, mtu kazi, charukani, mpigania mapenzi! Hivi Kai we umeshafikia hatua ya kuanza kupigania mapenzi huko barabarani, tena unapigania mke wa mtu? Hivi Kai mi nakuona mtu mwenye akili, kijana shababi, mwenye nguvu. Hizo nguvu zako ungekuwa umepigania maisha ukatafuta hela, si lazima tungekuwa na maisha mazuri mwanangu, eh? Wewe wakwenda kupigania mapenzi. Mama mimi nimepigania mapenzi? ah -ah. Sio kweli, mamaangu. Hizo taarifa zina ukweli wote ndani yake we, wewe tena ishi hapo po, we ukajua kwamba hizo taarifa mimi sitozipata utafanya jambo gani katika hichi kijiji mimi nisizisikie au nisizijue taarifa zako? Zote ninazo hapa huwu, umeshakuwa unapigana huko mtaani. Sikia nikwambie kai, ungekuwa umeweza kujiongeza kama hivyo ulivyojiongeza kupigana, ungejiongeza kwenye kutafuta hela, ungejiongeza kupambania kazi. Mbona mwanaume shababi anapigania kazi anapigania hela na abadilisha maisha yake? Wewe unakuja kupigania mapenzi. Wewe ushamba, si unanielewa? Sasa sikieni nikwambie nilichokiamua mimi. Nataka nimwite mjomba wako tuje tupange, ni bora tukuozeshe. Sitaki kesi za mtaani mimi. Sawa so, mama nimekuelewa, na hilo ni jambo la heri, ila kwenye hili umeniangusha sana mama yangu, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wananijua vizuri sana hapa kijijini ni wewe hapo mama yangu mzazi. Sasa inakuwaje leo hii unasikiza tu taarifa za kusadikika kuwa mimi nimepiga na mtu kisa mapenzi? Mama, hazina ukweli hizo. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho mama yangu, naomba uniamini. Hivi mimi nitakosaje kuamini Ungekuwa na miaka kumi mi ningeweza kuamini maneno kama hayo. Naamini kutokana na umri wako, na ndio maana nikafikia hatua ya kusema we, ni bora uowe, si unanielewa? Yani mwanamke unanichukuliaje? Ni kwa mfano yani unichukua mi lofa sana, unichukulia mii za mwamwa aunina kama niikawa ndemo eh? Yaani, we umenifanyia zarau kuu sana eh? alafu unataka kunifanyia mimi siri eh? wakati mtu une kiumbe changu, unaweza kuja kuniambia mimi unaweza kuungana mjusi wako huko? Hapana mpenzi wangu Tola, mbona mimi nilipanga nikwambie, hata hayo maneno ulipoyasikia, nilikuwa nazungumza katika hali ya story tu.

Hakika, mtima wangu unaniuma sana, kwa sababu mambo ambayo mimi nilitaka yawe siri hatimaye yamekuwa bayana. Leo hii mtima wangu huu umekuwa ukiyaficha ya watu ya siri, lakini kwa nini yangu wameshindwa kuyaficha? Hakika rangu inaniuma sana, siku zote nilikuwa nikimficha siri zake nyingi sana, Aisha lakini leo hii yeye ndiye amekuwa mwingi wa habari wa kutangaza siri zangu. Kijiji kizima kimeshafahamu kama mimi ni mja mzito, na mimi sikupenda hii siri ifahamike, bali ni wewe Aisha uliyetangaza hizi habari kijiji chote. Kwa nini umenifanyia hivyo, wakati mimi naficha siri zako nyingi mara kadha wa kadha? Kiukweli nimechukia sana ila kesho nitajua nini naenda kumfanyia sashazima. So, utalia hapo mpaka saa ngapi? Usotaka kuniambia kipi kinachokuliza? Yaani Maua, Tora jana amekuja nyumbani na kibaya zaidi, ameshajua kama mimi nina mimba yake, na amekuja akiwa amelewa na akanilazimisha niondoke naye, na mimi sikuwa na kitu cha kufanya kwa sababu baba mdogo alikuwa ndani na nilikuwa naogopa asisikie mazungumzo yetu. Sasa unafikiri ba mdogo akijua itakuwaje? na najee tola akijua kama anataka kutoa mimba yake, wewe ni kama ndo itanitesa zaidi. Sasa Shazma, yani kilichokufanya ulie ni hicho? mi najua swala gani kubwa kumbe Tola. Mi ndugu yangu, cha kushauri ni kitu hiki kimoja, na unielewe, na ukiwekea kilini, yule tola yule, mfanye awe karibu yako, mbembeleze, bembeleze, mdanganye kama toto ili tu asikufuatilie kwenye mambo yako saidi, ni, kwa sababu ukianza kumzingua sasa hivi ataanza kufuatilia, unafanya nini, kwa nini unamzingua, una kwa nini unam, yani unamkatalia kila kitu anachokitaka. Tutashindwa kufanya haya, tumaliza haya magumu ya kai, alafu ya huyu tola, mbona mepesi hapo mwanzo. Ya huyu tola kai ni umizi kama wewe, mpaka sasa hivi unalia. Siwezi kufanya hivyo maua, kama nikijiweka karibu naye atajua kwamba mimi nampenda na ataendelea kunisumbua sana. Au wewe uone kama itanipa shida hicho, hmm? Ndo nachokitaka mimi, uwe karibu yake, aone unampenda. Akishaona hivyo, hata kusumbua wala kufuatilia. Sasa wewe, mipango migumu ni hii huku yakwa Kayi. Huyu Tola mimi mpango yake naona kidogo tutukisha. Mmaliza Kayi utaona wewe, hata kuchukia mwenyewe wala hamna kitu cha kuwaza, shoga yangu.

Wee, tia mfukole fanya mpango, leo upike mpunyenye na pegele. Haya, leo kimekukuta kitu gani hasa, mpaka unatoa pesa yako upikiwe ubwabwa? kuna jambo haya, niambie. Mungu namtumi vile nelo nimwkum kunamene <laughs> eh? mm -hmm. Yani dada, huwezi kuamini eh, eh. eh. kwa nini sasa nisiamini? ebu niambie kwanza. eh. Yani kaka yako tayari ishafanya kazi Hebu wacha kunechanjia panda basi, umefanya kazi gani sasa? Yaani dada hivi, e, nivyokuambia hivi, nienda kuitwa baba <laughs> Shazima huyuyu huyo huyo ify yako tayari ishifanya kazi yangu. Yani nina furaha imepitiliza. Mungu wangu kweli, shazima mjamzito? Yaani hmm. ah! Yani dada, yani mwenyewe alivi niambia, asikuamini! Yani nimeona kama picha hivi, namuuliza mara mbili mbili, Shazima, uko siliazi <laughs> unanitania <laughs> He? Kumbe siliazi bwana <laughs> yani hapa mimi nipumbali kabisa, yani nimemkumbuka hadi marehemu mama, laiti angekuwepo Yaani leo tungeanza kumuona makonde yule, yaani dada yangu yani, yani mi nakwambiaje? Yaani naona nachelewa yaani. <laughs> natamani hata jifungue kesho, vile ndio amejifungua. Miezi tisa amefika, kesho anipata mtoto na mimi nabembeleza tena mwanangu anelia. <laughs> <laughs> Haki Ya Mungu. yani kwa furaha kaka yangu. Sasa naenda kunua zangu samaki naichagua hapa miogo mizuri mingapingana tutengeneze kitu cha iftari ya samaki salama pika mpunyenye mwau karibu mwau karibu asante ni dhahiri dhahiri kwamba wana ndugu wanapokutana basi furaha huwa ipo katikati yao. <laughs> Lakini najua kuna jambo kubwa sana nyuma ya furaha yenu. <laughs> Nishirikisheni. Yaani bwana mwangu, yaani nilivyokuja hapa na habari yaani njema, ndio nimekuja kwa dada yangu hapa kumpa habari yaani, nilivyokwambia, yaani misiku yoyote ya utasikia naitwa baba. <laughs> <laughs> Yaani unamaanisha kwamba wewe ni baba kijacho ama jamani? Yaani ya kwanza nilivyokukuta maana nisingekukuta ningekutafuta mpaka nikupate. ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! <coughs> nakosa anyama kiasiki na maiti akifa, basi msimchelewesha azikwe eh? ah! ah! Yani up! Hii nyinyi ndio mko nyuma juu ya hili swala, sindio? Kaa kimya alafu wewe siku zote tunaangalia sasa sampa. Kwa dunia ya leo nawazia mapenzi, mapenzi ni nini? Mi mwana ni mwanaume, lazima ni pambane. Wanawake wanatumia wenye pesa, sio mpumbavu. Basi mi naomba hii pesa ni kuachie. Sikiliza ni kwambie kwa sio kilicholeta hapa kwa ya wa mume akipata shida namkimbia. Sasa sasa hivi wanasema mwanamke na nusu. Ulishaka ukafikiria kuhusu moyo wake? Unamaanisha ujapenda chaguo la mamako? Wazazi watabaki kuwa wazazi, kesho na keshokutwa atakuja kutugeuka wazazi wake hao. ya. mambo ya yeye na mkewe na kuhusu nini? Kwani ukifumba mdomo wako utaathirika nini? Ili jambo mimi nifikiri leo mnalimaliza kabisa. Kwa hiari yangu mwenyewe nakupa talaka tatu, bwana Tasha. <sighs> Ujue huyu dada dishiimeshe, kwa hiyo posahii ukosei, ndio? Hivi, we dada wa aina gani wewe? Ongea na watu vizuri, uenda ningekusaidia. Wewe dada vipi? Yani napambana mama ako kwa ajili yako, unasema hebu angalia moyo wake, moyo wako na wewe. Hilo swala gumu kwa kweli mjomba, haliwezekani. Hivi we Kendi, unaijua thamani ya ndoa kweli wewe? Ndoa yangu bado naipenda dada. Bado si umeolewa? Kwa mume gani kwa umri ule? Alikwambia hawezi kumtafuta mwanamke kumwoa mpaka wewe uende ukamtafutia mwanamke kumwoa. Kwanza shimiji tu nikwambia ukweli huyu anakuongopea. Kwa hiyo mimi unaniona kama mtoto mwenzio? Kwani wewe nikwambie mara ngapi kwamba mimi sikutaki eh? Kwa nini unakuja kumwadhibu kiasi hiki eh? Oh! oh! Hili na hili sikovu pongejera umivu nakosaraha jaribu kufosi furah. Ah, inanumiza ah, ah,

Zile hadisi za wahenga nilo hadisiwa, kama mapenzi yanaua, miwongo miwongo. Kwako wewe sijakosia njia, umeniteka izia wendo, dereva wa moyo, hamuna mwengine. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika na mi na mimi mvuvi mvuvi.